Wale watu watatu walivyoingia katika pango baada ya usiku wa kiza na ngurumo na radi, hatimaye jiwe likafunga njia yao wasipate pa kutokea, walikumbuka akiba zao. Mmoja akasema, yarab, mimi nilikuwa na mzazi wangu, nilikuwa nikimfanyia wema sana, kiasi kwamba sitangulizi mtu yoyote katika kula si mimi wala si watoto wangu, mpaka wazazi wangu wale kwanza, halafu sisi tunafuata. Lakini siku hiyo nimewakuta wamelala, na uamuzi wangu ukawa ni ule ule. Watoto wanataka kula, nikawaambia ng'o, hali mtu mpaka wazazi wale mwanzo. Nikakesha usiku kucha kuwasubiri, heshima haikunipa kuwagongea mlango na wenyewe wakaamka mpaka alfajiri, nikawapa chakula chao, ndio na sisi tukala. Yarab, hili nililifanya kwa sababu nataka radhi zako na radhi za wazazi wangu. Kama umelikubali hili basi, tufungulie. Ikafunguka. Mgeni kesema, mimi nilikuwa na mwanamke ninampenda sana, lakini nilimwacha kwa ajili yako, Yarab, nisifanye machafu wala maasi baada ya kunikubalia mwanamke yule kila nilomwambia, baada ya kunikatalia kwa muda mrefu, lakini wakati nilipotaka tu kufanya jambo lile, ni akanikumbusha utukufu wako na uwepo wako, basi mimi niliacha kufanya jambo lile kwa ajili yako. Kama umeridhika ya Rabbi kwa kitendo changu kile, tufungulie. Kafunguka tena kidogo. Mwingine akasema nilikuwa na wafanya kazi wangu, niliwalipa. Mmoja akanuna, kwa nini nimemlipa sawa na mwengine ambaye alifanya kazi nusu siku? Kawambia mali ni yangu, mi mwenyewe, na agreement yetu tulikuwa tumeshapatana. Hakuchukua mshahara wake, akanuna, kanunia na mimi, kaondoka zake, mali yake akaibakisha. Ya kwangu na mimi nikaifanyia investment, kakuwa mali alipokuwa amepigika huko kimaisha, akarudi akaniambia, bwana, mwaka fulani kulikuwa na pesa zangu nipe. Mwenyewe nikamwambia, kila unachokiona hapa ni chako, chukua. Akaniambia, bwana, nipe ule ule mshahara wangu, si nifanyie maskhara. Nikamwambia, sio maskhara, hawa unaoona hapa kuanzia ya wanyama hawa, kuku hawa, mbuzi mpaka wachungaji hawa, ni kutokana na pesa zako, chukua uende. Akachukua, hakuniachia kitu. ya rab, nilifanya vile kwa sababu najua ni haki yake kama ulifurahi tuachie tutoke, likafunguka wakatoka. Hasa kama huu msikiti hapa unafungika mpaka madirisha, mimi na wewe tunaomba vipi? Hebu fikiria, kuna kitu gani umemfanyia Allah subhanahu wa ta'ala ambacho kinaweza kikatutoa hapa? Kile kiza ambacho hatuonani hapa, feni zikafunga zote, kiza, alafu kukawa na jasho kubwa, kawa hapa tuna sweti Alafu tunaambiwa tutaje amali zetu nzuri tulizozifanya. Hebu jipekue jipekue, katika yale ambayo umeyatenda mazuri. Unaweza ukamwambia Allah, hili mimi naona lili kufurahisha. Nilipi katika haya? Niipi akiba yako? Watu wanaweka akiba, hujue hizi bwana, nikiumwa nitaenda kujitibu mke wangu akizaa, nitaenda kumfanyia, watoto wangu wakitaka kusoma, ujue akiba hizo. Sasa unaweka akiba ipi? akiba yako ya kuweza kujinasua. Watu wanaweka akiba. Mmoja alikuwa nasafiri kwenda haji, njiani. Ujua zamani njia ilikuwa mbaya sana, na ndio maana miongoni mwa shurut za istitaa ni amnu tariq. Yani ile njia ya kwenda Maka iwe na amani, kuwe na amani. Mnajua kwamba miaka ishirini na moja watu hawakwenda Maka kuhiji katika kipindi fulani, kulikuwa hakuna amani. Ukisoma historia, kuna watu wakiitwa Karamita walichinja watu mpaka mbele ya Alkaaba, wengine wakawatupa katika kisima cha Zamzam, wakang'oa Hajarul Aswad wakaondoka nayo, wakaenda nayo huko walikokuwa nakaa karibu robo karne wako nayo wao kule, na wakairudisha imevunjwa vunjwa vipande. Ni habari refu, lakini huyu bwana alipokuwa anaenda Maka kapata watu watatu njiani, hao ndio wanaitwa kutau turuk ninja. Wakamkamata wakamkaba, kama unataka usiwawe, toa kila kitu chako. Bwana niacheni nisalimike, chukueni kila kitu wakachukua alikuwa paka na chakula chake amebeba, wakakichukua. Mchana jua linawaka, wakamwacha na garagara pale, wakenda pembeni pale. Walikuwa na njaa sana, wakaanza kula kile chakula. Wakati wanakula mmoja akawa hali, kakaa pembeni. Sasa akashangaa yule, wao wamenikaba, lakini wanakula wawili, mbona mmoja hali? Ujasiri ukampa aulize kwa nini hushirikiani na wenzako kula? Yule kawambia nimefunga. Nasema ama hivi, vituko wezi, maninja, wanawaporwa mahujaji, alafu umoumo, kumbe wengine wamefunga. yani yani, anataka kuweka sila baina ya kitendo cha kuporwa na, na kunyang'anywa. Hata anawaambia mimi ni haji, hawasikii. Kumbe na wengine wamefunga. Yani ibada hii na haya mambo vipi, yanachanganyikana pamoja akamuuliza hebu nipe hikma yake. Akamwambia ndiyo, hata kama tunamkosea Mungu lakini tunaweka mlango mmoja wazi, tukitaka kwenda kwa Mungu uko wazi, tunakwenda sio jumla jumla, tunafanya machafu namna hiyo. Hii ni mfano yani, usije na wewe ukawa mwizi ukasema nimeweka akiba. Weu, akiba aina hiyo, kama watu hao wanaweka akiba, mimi na wewe kwa nini tusiweke akiba? Wazee walikuwa wanasema sana zamani kwamba hata ukiteta na mtu yaani ukigombana na mtu usigombane naye moja kwa moja, weka akiba. Sio kugombana moja kwa moja, bwana, hakuna mimi na yeye tumemalizana, hakuna kuzikana, hakuna. Usifike huko, weka akiba. Gombana naye kidogo tu kama kuna lazima ya kugombana naye, eka akiba, kwamba kuna siku unaweza mkasogeleana, akakwambia yamekwisha yale kugombana bila ya kuweka akiba ni kutumia ulimi wako vibaya. Anasema juruhu alisani la taltaim, majeraha ya ulimi hayapoi, ndio hapona unapotumia vibaya. Kwa hiyo nauliza tena swali hili, swali sitaki kujibiwa, tujipekue wenyewe, tujifanyie observation ni, ni kipi unaweche, unaweza ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala nacho kikamfurahisha ki kika nasua na kutatulia matatizo ambayo tutakuwa nayo vijana. Nyinyi ndio target ya watu wengi sana, mambo mengi sana, katika kuboresha au kudondosha au kufanikisha au kuharibu. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, kila pahala wanasifiwa vijana. Ni kama kisu chenye makali sehemu zote mbili, kinatumika kote. Isomeni sana historia ya vijana wa Kiislam tupate kuiga. Mshairi anasema in lam takunu mithlahum tashabbahu, jifananisheni nao hata kama hamtokuwa kama wao. Inna tashabuha bilkirami falahun, kujifananisha na watu wema ndio kufaulu kwenyewe. Na mmoja katika watu ambao tunatakiwa kujifananiza nao ni musabu bnu umair radiyallahu taala anhu. Huyu wanasema pale Makka alikuwa the most handsome boy pale Makka, yani mtu mtanashati, kijana mzuri, aliyepata neema ya uzuri wa sura. Manake anasema laisa shartan an yakuna rizqu malan kad yakunu rizqu khuluqan wa jamalan, nasema sio lazima riziki iwe pesa tu, mara nyingine riziki inaweza ikawa uzuri wa sura aliokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa ibn Umair ilikuwa havai local, yani havai nguo za pale Makka. Nguo zake ilikuwa ni imported zinatoka Yemen kule, ile sehemu zile kidogo uchumi wake ulikuwa juu, na vitu vile ghalighali ndio alikuwa navaa Musa ibn Umair. Watu wakimtaja Musabu wanafikiri alikuwa mtu tu hohe hahe, no. Viatu vyake, nguo zake, uturi alizokuwa napaka wanasema ulikuwa una unapita njiani, una smell hivi, unasema Mus'ab ibn Umair amepita hapa, nilikuwa yanatangulia manukato yake kabla mwenyewe hajafika. <clears throat> Alikuwa hivyo, lakini alipomwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, alikhiari kuvikosa hivi vitu vyote, lakini apate kizuri kuliko hivyo, ambayo ni dini yake, na ka sacrifice tadhia na ndio maana mtume akamfanya balozi wa kwanza. Hili jina ni misamiati ya leo, the first ambassador katika Islam ni Mus'ab ibn Umair. Mtume baada ya kufika pale Makka ile mwaka wa kumi na moja na kumi na mbili na kumi na tatu mina nubuwa, alifanya istirab Rasulullah, wakawa wanakuja watu pale, anawaambia man minkum yakhudhuni ila ahlihi hatta uaddi amanata Allah wa risalata nani atanichukua nipeleke kwao nikapeleke risala ya Allah? Fa inna quraishan man'atni an uaddi risalata rabbi, hawa ndugu zangu, watu wangu wa Quraish wamekataa na kuninyima fursa hiyo. Sasa nawaambia wale makabila wanaokuja kufanya haji, anaenda kwa Bani Ghatafan, Bani Murra, Bani Kalbi, wote wote. Anasema makabila kumi na saba na zaidi. Mtume aliwaambia nichukueni, nipelekeni, nisaidieni, wote wakakataa ndo akakutana na wale watu sita kutoka Madina, akawambia, hala jalastum hatta tasma'u minni, kaeni munisikilize. Wakakaa, akawasomea Qur'an, akawaeleza Uislamu. Hawa akina Asad ibnu Zurara na wenzake kina Malik kina nani wale. Waliposikia maneno ya mtume wakasema, huyu ni yule mtume ambaye wanamzungumza Wayahudi, tumwamini haraka wasije wakatutangulia. Wakamwamini, wakaondoka kwenda Madina na ndipo mtume alipowapa Mus'ab bnu Umair kenda nao Madina, yani ndani ya miaka miwili, anasema ma min baitin fil madina illa wakad dakhalaha lislam, hakukuachwa nyumba isipokuwa Uislamu unatajwa pale. Wanamjua mtume na wengi walikuwa wanamjua mtume hata kabla hajafika Maka. Kazi unafikiri kaifanya nani? Mus'ab bnu Umair. Wenyewe wakimwita muallim alikuwa anawasomesha Qurani, alikuwa anawafundisha Uislamu wote, alifanya kazi ya ziada. Musab ibn Umayr kafanya hivyo, wale wote wanaosikia, Khazraj, Aus, wameslimu katika mikono yake, kina Saad ibn Muaz, Saad ibn Ubad, Usaid ibn Hudair, asyad, asyad, asyad. wameslimu tena, katika moja miongoni mwa mambo akiyapata, akitukanwa, akibezwa maneno makali makali, lakini nasema katika sifa zake Musa ab alikuwa wasi'u sadr. Wasi'u sadri. Zamani wazee walikuwa, ukioa wanakwambia unatakiwa uwe na vifua viwili, kifua cha mbele na kifua cha nyuma. Yani kifua cha mbele ni hiki hapa, hiki kazi yake ni kubrith na kuvuta shahiqan wa zafira hichi, na kifua cha nyuma hiki ni cha kubeba wanawake. Wanaweza wakakupa neno mzigo, nahitajika kubeba, utafikiri umebeba kontena, wanawake hao yani, kilo unachokifanya eh, eh, Sheikh eh, Khalfan Al-Adawi alinipa kisa kimoja nsema hiki amekisikia mwenyewe kutoka kwa mtu mwenyewe. Anasema alikuwa na wake wawili. Sasa akiingia kutoka kazini amechoka, mfano mmoja anaitwa Salma, mmoja anaitwa Fatima, akifika nyumbani anaita Salma, nataka maji. Basi akisema Salma, Fatma anakasirika kwa nini umemwita yeye akuletee maji, hujasema Fatma? Ina maana mi ndio sifai kuleta maji, yeye ndo anajua kuchota maji tu. Siku ya pili anabadilisha, anasema Fatma lete maji, Salma. Na Salma, mbona leo umebadilisha? Ina maana mi hunipendi tena. Ehe, sasa mi nifanyeje sasa akifika siku ya tatu, anasema anayaita yote majina mawili kwa pamoja, Salma Fatma lete maji, Salma Fatma lete maji. Fatma anasema kwa nini lake limeanza mwanzo, langu limekuja? Basi <laughs> anasema sasa, ikawa akifika nyumbani, akifika, akishakuwa amechoka, amekaa oho. <laughs>

Basi usinipatilize katika kile ambacho mimi siwezi, unakiweza wewe. Moyo wangu una kontrol wewe, na haiwezekani kuwa usawa huko katika kupenda na vitu vingine, basi unatakiwa uwe na kifua cha kubeba. Na hata hilo, hata nasema kuna ma, uh, baba mmoja alikuwa na wake wawili, mmoja akiitwa uh, uh, mana na yafa wake wazake wawili, mmoja mdogo mmoja mkubwa. Maana alikuwa kidogo mtu mzima na yeye mume alikuwa mtu mzima kama Maana, na Yafa alikuwa kidogo mdogo mdogo hivi. Sasa huyu baba mume alikuwa ameshaanza kuota mvi kama hivi mimi sasa, yule mtu mzima kama yeye anapenda ile kuona yuko na mtu mzima mwenzake, lakini yule mdogo mdogo anachukia sasa. Alikuwa akizifuata fuata zile mvi wakati amelala mumewe, anazing'oa ili aonekane yeye na mumewe wako sasa. Akawa anazifuatilia anazifuatilia anazifuatilia mpaka ndevu zote akazimaliza, zimekwisha. Sasa watu wakamuuliza, aina dhahabat lihaka, ndevu zako zimeenda wapi? Anasema. Sasa sio hivyo tu, yule mdogo yafa akitoa ndevu nyeupe na yule mkubwa akizitoa nyeusi, ili apate kuzibaki zile nyeupe, awe na mzee mwenzake. Sasa huyu akamaliza nyeusi, huyu akamaliza nyeupe, akaulizwa zimeenda wapi? Sema baina mana wa yafat baat lihana baina wa yafa wamana baat lihana, nasema baina ya huyu na huyu ndevu zangu zimepotea. Huyu kachukua nyeupe za kwake, huyu kachukua nyeusi. Hivyo ndo vitimbi vya wanawake. Uwe na kifua, eh, mpaka ndevu wanakunyoa. Cha kubeba kifua. Sasa uh, Musab ibn Umair alikuwa wasi'u sadri, ana kifua kipana. Kifua kipana maanake cha kuweza kuhimili na kubeba. Huyu habari zake ni kubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala alimjalia, akaingiza Uislamu kwa aina haiwezi ku ku kuelezeka, mpaka shababu wote wakawa wanampenda lakini siku ya kufa kwake, alikwenda kuzikwa, sanda yake ni fupi, haimtoshi mwili mzima. Ame sacrifice kila kitu kwa ajili ya dini, hata sanda hana tena. Wenyewe wanasema tulikuwa tukienda tukimzika, ile sanda tukiifunika kichwa, miguu inaonekana, tukiifunika miguu, kichwa kinaonekana kuna idha ghataina bihi rasahu badat rijlahu wa idha ghataina rijlaihi bada rasu, Mtume akatwambie funikeni sehemu ya kichwa sehemu ya miguu ekeni majani majani na matawi matawi, mumstiri ndugu yenu, mumzike hivyo. Watu wamesacrifice kila kitu chao kwa ajili ya dini. Swala linarudi tena, wewe umefanya nini kwa ajili ya dini?